Mwambie ni Mungu matendo yake kwa... matendo yake yatosha, yapita kama nini? kwa ya nani? habari salama? Bwana asifiwe. Amina. Kwa majina, unaitwa nani? Naitwa Dorcas Ngoi. Wewe ni mkaaji wapi? Naishi kumi kwa tatu tumeona Bwana, umefurahia shati ununike unungunike kisati amna um, Bwana yani, nimefurahia nime sana, ndio kwa maana ah, nikaona bwana nataka kubaki kubaki baki nyuma. Hata katika safari ya kwenda mbinguni usikubali ubaki nyuma, kwa kwa maana nikasema hapana ah, na bwana na mimi mpaka wanipe t-shirt. wewe ni mwanakwaya? mimi mwanakwaya kabisa. emu imba nikusikie. Ndugu yangu nataka tuwe pamoja katika safari uliyonayo, ni siwezi akuaa wewe, ndugu yangu. Mbona kama maneno, eh, maneno yanatoka <laughs> ato, najua ndo hivyo <laughs> nyimbo <jiu> yenyewe bado sijashikilia <laughs> vizuri. Mimi toka kitambo kabisa kwenye Ukristu tangia nipo mdogo mm. kitu gani ambacho unazingatia ukienda kanisani? Ye, nazingatia mahubiri na uimbaji. mm. mahubiri yale yalikuwa yanahusu sana nini, mahubiri ya leo? Kwa sababu mtoto alikuwa ananisumbua sumbua, nikuwa toka nje kila kila muda, ndo kwa maana siku yasikiliza vizuri, lakini nazingatia sana mahubiri na na nyimbo na ile kipindi cha sifa na, na mabudu yaani na, nasikiaga shauku sana nikiwa nime, nime nani hivi. Abraham alikuwa ni mtoto wa nani? Abraham, Abraham, Abraham. Eh, kakangu hapo. Musa alikuwa ni mtoto wa nani? Musa, Musa ajuu, alikuwa ni mtoto wa Mungu yaani aliye mzaa Musa babake na mama wake, ukiachana mambo ya kiroho hey, ni Abrahamu mm. mm. mm. Ibrahim naye Ibrahim hapo mm. Ndo nimepigwa sana. <laughs> Umenipiga hapo kakangu, yes, leo umenipiga. Umesemaje, mahubiri leo alikuwa na husu nini? Yaani mahubiri ya leo mimi sikuyasikiliza vizuri kwa sababu nilikuwa busy na mtoto, sio? Unamjua mtoto wangu analialia sana eh, nilikuwa nimetoka nje hapa na hapa hapa na hapa, yaani sikuyasikiliza vizuri. Em, niambie niambie methali yaani ufunuo yaani kauli yaani sura yoyote ya kwenye kitabu niambie. Marco. Yaani, Marco, sura ngapi mstari wangapi, unasemaje? Hmm. Biblia unasoma lakini? Nasoma lakini sio kivile sana, lakini nasoma. Mm. Unapendelea kusoma sura gani kule? Mimi kwenye Biblia, kwa sababu kakaangu, nisikudanganyi, nisiku kwa sababu sijawa na Biblia, nikipata Biblia nitaanza kusoma kila muda. Lakini bado sijawa na, Biblia, na, na kia tufuatilia katika eh, katika sijawa na Biblia. Hivi, simu, kwenye simu una Biblia? Sina Biblia kabisa. Kwa nini? Sijapata kunirushia hiyo nani ya Biblia. Unampenda kweli Yesu? Nampenda Yesu kabisa hata na ukiwa nayo na hapo nirushia ni vizuri. Usijali. Sawa. Kuna wanaokutazama pale pengine unaweza kuambia kitu gani? Yaani wampende wa Yesu nawe pamoja na, na Yesu yaani safari ya kwenda mbinguni lazima ufuatilie Yesu wetu ili ufikie malengo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante. Asante. Asante. Asante. Dorcas, Dorcas kwenye Biblia mtoto wa nani tena hmm? Dorcas. Yaani hapo nimepigwa kaka, kazungumzwa kwenye Biblia eh, najua tu Dorcas mimi kivyangu gisi najua ni mtu wa wa kupenda watu ndo nimependelea me, ni tu hiyo jina nikapenda nika wazazi wangu amenipanga yani sikujua kama mamake ni nani eh, mwambie ni Mungu Matendo yake yatosha, matendo yake yatosha, ya yapita kama nini. Ya nani hiyo eh? Kwaya. Hiyo kwaya <laughs> yaani hapo, yaani hapo kakangu, ni sikufiche, bado sijampata mwimbaji ni nani. Njoni muyatazame matendo makuu ya Mungu, eh. Hapo. Sawa, asante sana. Amina. Yeah, Shukrani. Okay. Yeah, okay. Aya, tupo pamoja. Sawa, bana kama nilivyokwambia, tuko kanisani hawa hapa ndo waumini. Wewe ungeenda tu dadangu hata hatasi yeah, asante. Hawa ndo waumini bana tuko kanisani. Kama unavyotuko kwenye Agape kanisa gani ganii tena Goligota. Bana hapa ni Goligota kama unavyoona, tupo kanisani kwao kwa bosi kubwa ambaye anajiita Mastaz TV hapa ndo kanisani kwao, na leo bana amekuja kugawa t-shirt bure kanisani kwao kwa wanakwaya wake, na amesema kwamba yani kanisa zima inatakiwa lipokee t-shirt za jina lake. Mimi niseme shukrani sana kwake, Mungu ambariki na niseme asante sana kwake bana. Mimi naitwa Alex Ali 26 nyuma ya kamera, niko na kabisa kodi hiyo mzee, heshima sana kwake na niseme asante sana kwa koe, amba kwa ambao umesha subscribe channel yetu ya Mastaz, na niseme shukrani sana kwako kwa wewe kwa mwenye unazidi kutuangalia na kufuatilia na kushare pia. Mungu akubariki, pengine hatuna cha kukupa, tunakuharibia bando, hapana. Mungu atakulipa siku moja, imani yako itakuponya. Na we mwenyewe kama unavyoona niko kanisani leo. Nimesahau kitu kimoja, samani kwa kila mtu, asante.